Ndio, hata kama siku ya mita imezidi, sawa langu mimi, mshamba eh. Tumbo la mchezo mchezo, si unaona lishapigwa sana visu, unaona utumbo nini, tuheshimiane baku. Si tumepambana, unaona tumbo, unaona tumbo limejaa tu, tumbo lina vitu ndani, unaona pigwa bonge na mshono bisu, sawezisha kufa eh, madokta anaangaika, mshamba eh. Labda nikwambie, sisi tumepitia magumu mshamba wewe, tumepitia magumu mshamba wewe. Waulize wenzio wa karibu, tumekaa hivi vyombo vimepata, tumepambana sawa, hatumshobokei mtu. Kelele zetu na kujituma kwetu ndio mafanikio haya hapa. Mimi naona mafanikio haya kwa sababu mwaka jana tu nilikuwa nashinda stendi nachukua vya watu na subiri mtu atoke mjini anipe elfu moja. Leo niko hivi sinaona mafanikio namshukuru mshukuru wao. Mshamba ya. Achana na mimi, mimi si shindani kwenye maisha wewe. Eti wewe mbona uko hivyo msikuzie miaka yote unataka niwe vipi? Nusha kunikuta na siku moja na duka la mchele. Au sha nikuta hata siku moja na duka siuni na kampuni. Mshamba ya. Eti wewe mzee tumbo, tumbo. Oyau ufarume wewe, mshamba wewe, ujivuni kimona mtu ana tumbo jue, mjivuni wewe, mwache ajidai baraka za Mwenyezi Mungu. Mshamba unaona, mjinga, ujinga gharama. Unaona mimi mjinga hivi, kama ujinga gharama. Narudia tena, siku zote hata kumdharau mjinga, ujinga gharama, mpaka ununue ujinga ufikie Gharama zake tayari ushazimia. kwao tuache tulonunua ujinga. Shamba. Ndio tumbo. Ah, hili hapa tumbo. Offside imezidi hapa. Siku ya mita kumi imezidi mbele. Unasemaje? Unasemaje? Shamba tu ujinga gharama babu. Wajinga watu wanaotengenezewa jela. Unajua gharama za jela? Ndio miguu imepauka, angalia miguu imebovu. Sasa mimi si nilikuwa mpambanaji wewe? Mimi niko nakusubiri mtu mjinga kama wewe uamke, nichukue chako. Sasa hizi si nimestaarabika, wewe shukuru Mungu. Hivi mimi niko tano naongelea wewe. Hii miguu yote imepata zaruba, unaona? Hii nilikatwa huko nyuma na wenye mji wao. Nikatobolewa hapa. Nikakaa mwimbili mwaka mzima, unaona antena hizi. Unaona mguu. Alafu mimi niko live ujue. Wewe mwingine sasa hizi ndio ungeona ugisho, ungeficha. Ungepaka mafuta samli. Mimi niko kiuhalisia babu. Unasemaje? Unasemaje? kwani ile tumbo linawaboa? Ile tumbo linawaboa? Acha kunitibua wewe. Kila ukiposti tumbo tumbo, tumbo, tumbo, tumbo, kwa kwa tumbo, tumbo ili, uwezi, ili tumbo linaboa sasa. Ili tumbo linaboa. Kwa hapa mshamba wewe. Wao tumbo tumbo limefanyaje? Hapo ili uliwezi ili tumbo lishavumilia shida ili. Oya, tumbo lina historia ili. Tumbo limepambana kushinda wewe. Oya, tumbo linaweza ili sura alipopigwa pigwa makasi mikasi kibao. Mambo operation. Wewe ungekuwa ushakufa saa hizi mshamba. Tuheshimiane. Kwani linakuboa nini ili tumbo langu? Linakuboa nini ili tumbo langu? linakuboa nini litumbo langu wewe oh siku ya mita imezidi inakuboa nini siku ya mita kama imezidi siku ya mita si kiwanja changu hiki ndio kiwanja changu mshamba wewe. O, tumbo tumbo tumbo, tumbo linakuboa nini Inakukera, nini sasa hili mshamba mshamba wewe kwani ndio tumbo la kwanza kuliona kuliona mshamba Haya linakuboa. Hapa linakuboa. Hapa linakukera. Shamba. Eti tumbo hapa. Tulieni, tulieni. Haya ndo kazoezi. Napiga kelele kwani tumbo lako? Tumbo si langu. Shamba. Ndiyo, eh. Tumbo si langu kwani tumbo lako? Tumbo lako mshamba, eh. Mi niko nyumbani kwangu hapa, aona niko kwa mtu.